Mheshimiwa Abdulaziz Muhamed Abud, Mheshimiwa Abubakar Ali Omar, Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga, Mheshimiwa Abubakar Muhamed Musa. Wanaofuata ninaowasoma wajiandaye: Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda, Mheshimiwa Adonis Alfred Bitegeko, Mheshimiwa Aesh Khalfani Hilali na Mheshimiwa Agnes Elias Hokororo.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 Mimi Abubakari Ali Omari nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na, ku, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na ku, kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mungu nisaidie. Tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Abubakari Ali Omari kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge la bunge tukufu kuwa nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa, nchi yangu kwa nchi yangu Tanzania na kwamba ninaahidi kuilinda na, na kuitetea